Jifanyie tathmini mara kwa mara, kwa sababu kiburi na unyenyekevu ni swala la rohoni, ni swala la moyoni, ni swala la nafsi. hakuna hakunaazakaja kaja akakufanyia analysis akakufanyia tathmini kujua, jifanyie mwenyewe. Saa ingine tunajijua, kama unakaa unajitathmini, unajichunguza ndani kabisa, ndani ya moyo, unamwambia Mungu, naomba unipe unyenyekevu. Kama mtu akikugusa unawaka kama mafuta ya petroli, Mungu nipe unyenyekevu. Kama unaweza ukaonyeka usionyeke, mwambie Mungu nipe unyenyekevu. Kama ukishauriwa au ushauriki Mwambie Mungu, nipe unyenyekevu. Jifanye tathmini, kama wee hautaki kumsikiliza mwingine, ukapima naokwambia kiburi kina revo wezokawa mnyenyekevu sana, ila kumbe kuna kengine kadogo Utaka kujua angalia, hivi mtu anavyonishauri ni vya maana au havina maana, ni vya faida kwetu wote mimi na yeye au kufaida, kwa faida kwangu au faida kwake, au unaangalia au ananitakia mema anantakia mabaya mematakia 11:31 nasemaje, kama tukijipambanua nafsi zetu hatutahukumiwa. Kama tukijipambanua kwa, unakaa jifunza kujipa time, nenda ndani ya moyo wako ndani kabisa, anza kuchambua kimoja baada ya kingine. Hivi mimi niko sawa kweli? Kuna namna utajua mimi ni mwongo, na kama mimi ni mwongo kuna kasiri ka shetani ndani, sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Ko haka kitu nikaache mi ni kache, mwongo nipambane hapa, nimombe Mungu nisaidie. Unajitafsiri ndani, na saa nyingine unavyojitafsiri ndani. Sikia cha kukusaidia kujitafsiri, cha kwanza, angalia, anzia ndani yenu kwanza, ndani ya nyumba yako kwanza, usianzie nje, sababu sisi tuishi na wewe mara kwa mara. Anzia ndani, ukianzia ndani ndipo utakapojua kwamba kweli mimi niko sawa. Usiku sawa angalia na hivi mimi kwanza, huko ndani tunaishi kwa amani au sio kwa amani? Kwani atuishi kwa amani kwa ajili ya kitu gani? Mi ndio sababu? Sio sababu? Kwani hapatuelewani? Kwa nini kuna hiki hivi? tangu nimeoa Nishaikushauriwa kitu nikakipokea kweli? Mangapi nimeapokea mangapi nimeakataa, kwa kutoka kwa huyu? Hivi tangu nimeolewa, nishaambiwa kitu na mwenzangu nikakikubali kweli? Mangapi nimekubali na mangapi, mangapi, mangapi sijakubali? Kwa nini sikukubali? Kwa nini nilikubali? Nikikubali hiki, faida yake ni nini? Hasara yake ni nini? Unajua, ndio maana Mungu akataka tuishi wawili, yaani ndio maana akaturuhusu kama umeoa au umeolewa. Ndio maana akaturuhusu kama unjoa wala kuolewa, unajitosheleza, hamna shida. Kwa hiyo usioni kama ni dhambi. Ndio maana Paulo hakuoa, lakini alikuwa ngangali na injili yake mbara. Hata Yesu hakuoa, lakini alikamilika, amekamilika. Kwa hiyo kwa jona eh, nipungukiwa japo kuna neema hautaiona mpaka umeoa umeolewa, hadi umeoa hasa kwa wanaume. Biblia inasema hivi yeah. Apatae mke apata kitu yeah, chema, najepatia kibali kwa Bwana, kibali manake neema. Yeah. kuna aina ya neema hautakufa umeiona labda umeoa, kuna kitu chema ambacho hautakufa umekipata mpaka kwanza ume yeah. Kile kimewekwa special kwa ajili ya watu ambao umeingia kwenye ndoa, hivyo tu siseme tu kulana kama baba na mama ah, Akuna, kuna kitu kipi cha kiroho? Kuna kitu kingine nasema, apataye mke apata kitu chema, kwa kuna kitu chema kinachoambatana na kwenye kuoa kwake, sema naye ajipatia kibali kwa. Kuna aina ya neema ambayo inakuja kwa mwanaume yule tu. Kama Mungu ameruhusu tuwe wawili wawili, maana yake alijua kabisa kuna mahali hatuwezi kukamilika kwenye maeneo fulani, akaruhusu tuanze kuwa na maisha ya kuwa wawili, kwa usije ukamchukulia mwenzako kama byproduct, kama makapi, manake sababu kama hawezi akakwambia kitu hata kimoja chochote kile, ukabeba hata kimoja basi, hata kimoja meishi miaka miwili mitatu mitano sita nane, hauwezi ukakabeba maake kuna shida mahali. Wakorintho wa pili kumi na tatu tano nasemaje jijaribuni wenyewe jithibitisheni wenyewe au hamjijui wenyewe? Ni wajibu ambao Mungu ametupa usiohamishika, jijaribuni jithibitisheni, mjijue. Utajijua kujithibitisha, kujaribu unapojipa nafasi ya yaku kujit tafakari, jitathmini, kujichunguza nafsi zetu, kujitathmini nafsi zetu, kuzichambua na kutafuta vilivyomo ndani.